Na kuna shule kongwe ya Bwina, wale mliokuwemo. Juzi, wiki mbili zilizopita, nilipeleka swali serikalini. Nimeshaomba pesa kwa ajili ya shule zote kongwe na chakavu za jimbo letu ambazo ziko arobaini na tisa, zote nimeziombea pesa milioni mia nane na tisini na mbili na mama amesha Samia oye. Na hili nilifanya nikaliuliza swali hilo bungeni hadharani, na ninyi msikie kwamba nimeziomba na pesa tumepewa. Mama Amina. Samia Amina. Amina. Kwa hiyo niombe tu uvumilivu, changamoto haziwezi kuisha, na ndiyo maana tunaomba tena awamu nyingine ya Dr. Samia tukakamilishe changamoto zilizobaki, lakini bado lazima tujue kwamba haziwezi kuisha. Kwa mimi niwaombe wananchi wa Bwina tuendelee kushikamana na Mheshimiwa rais wetu, na sisi kwa sisi, ili kusudi tuipeleke Chato zaidi. Lakini kama mnavyofahamu hapa tuna kuna kituo ki muhimu sana cha watu maalumu ambacho hata sehemu nyingine hakipo. Kile ni watoto wenye mahitaji maalumu, shule maalumu, na inakwenda vizuri. Shule hii tuliweka huku kwa sababu sio tu kwa sababu tulikuwa na maeneo, lakini kwa sababu ya utulivu. Eneo hili kuna utulivu sana. Kwa hiyo hongereni sana wananchi wa Bwina, mtakuwa ni watu wa kwanza kunufaika nacho, pamoja na kwamba na wengine watanufaika nacho. Kwa hiyo kwenye kata hii abuina, ya Bwina, mengi yamefanyika, mengi sana yamefanyika kipindi naingia madarakani hapa nilikuta kuna madarasa kumi tu, na haya hapo naye unayeyaona haya ambaye amezeeka, nikakuambia kilio changu, nikakuletea bajeti yangu ukaipeleka. Mpaka sasa tunapoongea kuna madarasa thelathini na moja kwa kipindi hiki tu cha rejinadi na Kalemani. Kama mbunge na diwani wake nimesimamia vyema kama hela alivyozileta zile. Lakini pia hata kwenye jamii nimekushirikisha tumeisaidia jamii yetu kutokana na maelekezo yako ulivyokuwa unanielekezi, na wananchi wote, kutokana na huduma ambazo tumezitoa, wanaitikia, wanasema sisi ni wazalendo, tunafanya kazi nzuri.